Matamanio ma yangu ya mimi ninavyojua, mwaka huu tena itakuwa ni mwaka ambao tena wapinzani wetu watatukimbia kwa uh, mafanikio tuliopata miaka mitano mfululizo kumpiga mpinzani, tumemfunga mara saba mfululizo bila kufunga. Na ninasema siku ya leo nakwambia tarehe kumi na sita ni siku ya kuweka kwa kani mpira, hawatamalia dakika tisini na sisi bila kuhakikishia kwa